Mahakama ya wilaya kuna mahakama ya mkoa, alafu baadaye unakwenda mahakama nini ya rufaa. Ile ilikuwa kiinitoto. Mimi nawaambia, kama kesi imekuja kushinda yule mzee, nani anamjua mzee Magoma? Kama aliwashinda, unaweza unaweza kuishinda TFF, unaweza kwenda kushinda bodi ya ligi, kama mzee Kagoma. Nawabimbla, niliwahi kuambia wajaribu, lazima waangalie kitengo chao cha wana sheria kuona namna ambavyo kinawasaidiaje katika hili. Waende waende makama elufani moja tu kwenye football. Iko kasi waende, mimi nawashauri waanze chini, baadaye waendelee juu, lakini mnyama anakuja, tutamfunga yoyote yoyote aliyokuwa mbele yetu. Nani atatuweza kama ameshindwa mashujaa hawa? Niliongea mapema asubuhi, kitakachowakuta mashujaa kana kwamba kilichowakuta katika uwanja wa leki Tanganyika, tuliwafunga dakika tisini ngapi? 90 na leo wamekupa dakika ngapi? Wakajifunze mashujaa. This is Simba, yes. Tumemachua juzi, tumetoka kuteo, kucheza na Stella Bosch, watusumbwe hawa <laughs> mgambo ananunulika <laughs> <laughs> <laughs> niwashukuru sana waandishi wa habari wa wa kwa kazi kubwa, kazi nzuri. Tuendelee kupeana support ili kuhakikisha kila kitu kinakaa vizuri, kila kitu kinakaa saw sawasawa. <laughs> Kisugu, ni kama shughuli ilikuwa inataka kuharibika hapa. Simba dhidi ya mashujaa, kwanza ushindani umeuonaje? Lakini pia namna ambavyo mashujaa pia walikuwa wanajaribu na ah, kudaka na kuondoka na, na walau chochote, ushindani ulikuwa mkubwa ushindani ulikuwa mkubwa, na sisi tulijua tunakuja kutana na mashujaa, lazima ushindani unakuwa mkubwa. Lakini kama nilivyosema awali, tunawapongeza sana vijana wetu, wamepambana jasho na damu, technical bench wamefanya kazi nzuri. Dhamira ya Simba na nia ya Simba kuona namna ambavyo tunakusanya point tatu kila mechi iliyobaki. Kwa hiyo tuwapongeze mashujaa, walikuja na plani yao ya kuzuia muda wote, wamepambana mwanzo mwisho. Otherwise, this is football, dakika 90 ndio zinaamua shughuli imekuwa ngumu leo hii, pengine viporo vilivyosalia na mnyama na mechi ya fainali, unaionaje timu yako, lakini pia rotation ya kikosi kwa mwalimu? Mi naamini mechi zinayokuja ni ngumu zaidi kuliko hizi, na hii bahati nzuri psychology wachezaji wa simba wanajua, Technical bench wanajua, mashabiki wa simba wanajua. Sisi kama mashabiki wa Simba tutaendelea kucheza pati yetu, tutakwenda ku ku, ku, ku support team. Mi najua wachezaji wa Simba watakwenda kupambana ili kuhakikisha malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia kama zinamrudisha mchezoni leo. Yes, ni jambo jema, ni jambo zuri kufunga goli mbili katika mechi ngumu kama hii, kwenda kuipatia timu yako point tatu, kwake ni jambo zuri, ni jambo ambalo mimi nafikiri itakwenda kumtengeneza kwa psychology vizuri ili aweze kuipambania timu yake. Musa Kamara anakosa clean sheet kwenye mchezo wa leo. Hii kama mashabiki wa Simba pengine inawauma au inawaondolea kitu kwa football. This is football. Kwenye mpira kufanya mistake unaadhibiwa. Tumefanya mistake wametuadhibu. Hatuwezi kumwangalia kwa nini pimpin kamara anakosa clean sheet. Dhamira ya Simba ni ya Simba, sio kamara kupata clean sheet. Dhamira ya Simba kuona kila mechi tunapata point tatu. Nawambiaje mara baada ya kasi kutoa majibu? Ah, kubwa, mi nawaambia tu waendelee kujipanga, waendelee kujipanga, waendelee kujipanga. Simba bado tunakuja. Kwa hiyo mi wandishobari, nakutumeni, nendeni mkawaulize, watacheza? <laughs> Eh, watacheza? Asante sana.